Mtazamaji wa Faida Online TV, niko pembezoni mwa bahari ya Hindi. Hapa ni kwenye kijiji cha Mgao kinachopatikana kwenye kata ya Naumbu, halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Kijiji hiki cha Mgao ndicho kinachojengwa bandari ya mizigo michafu dead cargo, na maarufu kama kisiwa Mgao. Sasa nimetembelea hapa kwa ajili ya kuzungumza na baadhi ya wananchi wa hapa, watuambie ujenzi, kwa sababu tayari ujenzi umeanza, ujenzi wa bandari wa e, wa e, hii ya kusafirishia mizigo michafu ni fursa kiasi gani kwa wakazi wa hapa e, Mgao, lakini pia na maeneo ambayo yanazunguka hapa, ni fursa ama? Kwa wanazungumziaje? Watu wa field tukasema hili, tuliacha lipite, lazima tuje tuzungumzie hili, watuambie kwa upande wao e, maoni yao ni yapi. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe ku like na comment chini yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Mimi ni Isa Muhamedi Mzito, mkazi wa Mgao, Mtwara vijijini. Mzee, kuna ujenzi wa bandari unaendelea hapa kwenu, bandari ya mizigo michafu hii inaitwa dirty Cargo kwa Kiingereza. Uh, kwa namna gani umeleta fursa mbalimbali hapa kijijini kwenu? Ongezeko e, la biashara lipo kupita awali, sababu watu ni wengi. Kwa hiyo ni wale wa kidanda, akina dada wafanya biashara za vyakula na nini wale kwa kweli, jinsi ilivyo bado hawajawaweza. Wageni wageni ni wengi kuliko chakula eh, wana wageni ni wengi kuliko chakula mm. Kwa hiyo kama saa mbili tu au saa tatu chakula imeshaisha, na bado wale wafanyakazi wanahangaika linalongutabia mali kadhi wa ngao mtaa wa sini. Hmm. unafanya shughuli gani? shughuli yangu kubwa nauza karanga Mayai karanga. A, mayai meanza kuuza lini? Mayai nimeanza kuuza juzi juzi tu mm. sio zamani hivi. Umeanza kuuza baada ya uwepo hawa wageni, au walokuja kuja hao ndio umeanza kufanya biashara? Eh, baada ya kuja wageni, nami ndio nikaanza biashara ya mayai. Na mayai yanaenda kama kawaida ah. na napata kukula na watoto wangu, hayalali yanaisha eh, ya moja kwa moja mm. Kwa hiyo kumbe uwepo wa ujenzi wa bandari hii tayari mmeanza kupata fursa. Wanawake, vijana, naona pia mnapambana. E, tunapambana bado, hajakuja wageni wengi wakuwa kuja kuenea nyumbani hapa, lakini tunashukuru hao wachache walieanza kuja basi vitu tukiuza vinaenda. Kabla ya uwepo wao, wewe ungeweza kufanya biashara mayai hapa na ukauza? Hamna, kila mtu ana kuku wake, baharini hakuna kitu. Lakini baada ya kufika wageni, wanafanya kazi kule, wakirudi jioni sinchu unapata kuuza mayai kama hivi. Mimi kwa majina naitwa Bwana Mkeka natokea la Mekoa. Lakini wakati na uvu hii na walikuwa majumba Mgao, ni kupata wageni wa kupanga, faida moja wapo vile vile na kutambuana, kama mjini chumba elfu kumi na tano nyumba ikiwa bora elfu thelathini sio mbaya. Wanachukua miezi sita, mwingine alipa kwa mwezi, basi mambo yanaenda tu kama kawaida eh. Sasa hivi maisha kwa hususan kwamba, ukija kwenye mfumo tu kwamba maisha sasa hivi kwamba ni kwa kipato kimeongezeka kwa sababu wageni hapa hawana wana mashamba, mashamba ni maduka, maduka na wafanya biashara hapa hapa, na kipindi hicho hawana majumba, majumba ni watu hapa hapa. Kwa hiyo faida moja wapo hizo zipo. Naitwa Mzee Yusuf Shami, ni mwenyekiti mm wa kijiji cha Mgao. Tuambie, tumeona harakati zinaendelea kwa hali jinsi inavyoenda, kwa sababu nadhani unatembelea tembelea pale kwenye, kwenye e, ile bandari, hali ipoje mpaka sasa? Hali kwa kweli naweza nikasema ni mzuri kwa upande wa ujenzi wa bandari kwa sababu bandari ina inajengwa tena kwa kasi kabisa. Bandari inajengwa zoezi so linaenda tu vizuri, na nikija upande wa fursa, naweza nikasema kama asilimia sabini na tano naweza nikasema fursa ipo kwa wananchi wa Mgao na vijiji vilivyozunguka mradi. Nikisema fursa ipo kwa sababu kuna watu hapa kijijini wana majumba yao yana wapangaji wengi, na Mgao sasa hivi chumba ni kama cha nisema kama Mikindani au sehemu nyingine ambayo kidogo imekaa vizuri kimandhari ya mji. Ni kama mko mjini. Eh, kwa sababu chumba ni elfu thelathini ukienda kidogo nyumba ambayo kidogo imepungua, elfu ishirini na tano Sasa kwa wenye majumba ni fursa kwa kweli, kutokana na bandari. Sawa, ukiacha hao wapangaji, pengine masuala ya biashara, biashara nayo Mama nitilie hivi na nini? Mama nitilie wapo, wanapeleka biashara kwa hiyo niseme wastani kwamba biashara zinaenda, kwa sababu hata hapa kijijini biashara mama nitilie zinauzwa na wangine wanapeleka vyakula pale pale kwenye site wanauza. Kwa hiyo niseme mambo yanaenda, bodaboda wanapeleka abiria pale asubuhi na jioni wanaofuata. Kwa hiyo fursa ipo. Wapo wakazi ambao wanatoka nje ya uh, Mtwara pengine? wengi sana wakazi ambao wanatoka nje, kuna watu watoka Mbeya, mbea, kuna watu watoka Tanga, kuna watu wanatoka yani mikoa tofauti tofauti, hmm. mpaka Kilwa wapo Okay. Yeah. Ne kushukuru sana. Naam, ah, oh, na mtazamaji wa Faida Online TV. Uh, tumezungumza na mwenyekiti wa kiji hiki cha Mgao, tumezungumza naye akielezea fursa zilizopo kutokana na uwepo wa bandari hii ya mizigo michafu ama tunaitwa Dead Cargo ambayo inaendelea kujengwa hapa kwenye kiji hiki cha Mgao kata hii ya Naumbu wilaya na mkoa wa Mtwara. Ametuambia kuna wageni wengi wanafika hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafanya kazi hii. Wakazi wa hapa wanafanya biashara ikiwa ni pamoja na chakula, lakini pia hata upangaji wa nyumba. Sasa chumba kimoja ni elfu 30, elfu 25. Hii tunazungumzia Magomeni, tunazungumzia Mkanaledi, hii tunazungumzia e, mpaka Mangoela, maeneo ya, e, ya pale Sajora Sabasaba Saba, ndo bei zao hizo, yaani katikati kabisa ya manispaa ya Mtwara Mikindani, lakini bei hiyo unaujakutanayo pia hapa e, Mgao kwa sababu ya uwepo wa ujenzi wa, eh, wa bandari hii ya mizigo michafu. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati, naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe, ku like na ku comment chini yetu, tuendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field na kazi yetu ni kufika field na kukuonesha kile kinachoendelea. Asante na kwaheri.